Hizi wanaanza kusema anafanya sasa. Hapana, utakuwa wa Mwaselela utakuwa nani? kama ukimvyumwa Mwaselela miaka nane iliyopita, hivi ni vitu vidogo sana. Amina, si hivyo? wakati wanaungana mimi Hamasa, oye hawa vijana, kwa kweli kila mahala nikiona, nilikuwa najiuliza niwafanyie nini? wanafanya kazi ya chama. Unajua, kufanya kazi ya chama afu wewe unacheka cheka tu, hao uh -huh. Nikasema hapana, siwezi kujenga nyumba ya jirani wakati nyumbani kunaungua. <coughs> cherehani hizi mbili, Bwana mwalimu mzuri kabisa na kuombea kila siku, na mimi maombi yangu ni makubwaoneshaa wengineani mimi ay, naona mnavyoweza kusema kazi za mbunge, naona mnavyofanya kazi za kujenga chama hapa Mbeya mjini hapa, kata zote mmezunguka zote. Mimi nikifio kule nashangaa ao, sijawaita mpo pale. Kwa kweli, mnyonge mnyongeni haki yake. Mama, tutashindwa kuwatunza vijana wetu, tutaendelea kujigamba huko nje, hatutakuwa na baraka za Mungu kabisa. Hawa wanafanya kazi ya chama na sisi ni viongozi wa nini? Wa chama na sisi ndio baba zao. Ukiuzwa kutoka wapi? kwa Dr Tulia ndio, na mleke wenu gani ndani Mwaselela, huyu huyu eh, anashuka Tanzania nzima. Eh, hapana, eh. Sasa nawapa hizi lakini nawatembelea ofisini kwenu nengie ndawajaza huko huko ofisini. Mimi nataka mkienda kuimba muwe na afya <laughs> <laughs> bora Silivyo. Hapa sasa tutakuwa na mambo mazuri na, na saba za jana zile si baba nenda vizuri sasa. Kwa hiyo saa hizi watu watakuja Hamasa kwa sababu tuna kazi za kufanya, na ndio tutatulia mawasaidia sana sana sana, tumpige makofi. Mawasaidia sana kwa sababu angekuwa mwingine angekata tamaa. Amewalea hao vijana Amewalea kwenye nilikuambia kwenye makata msipomwambia, ndio tutatulia, maisha marefu, mtapata kalana fulani kachii <coughs> mtakifanya vizuri, muombe. Acha kununanuna wewe. Acha, acha, acha roho ya hivi, hivi wakati fulani hubariki sababu na roho ya tatulia tatulila viongozi wetu wa chama wachama afeisonga mbele Mwaselela, mneki wetu, asante. Ndugu viongozi, mezakulu, sisi nkushukuru sana baba yetu mneki, kwa kutambua umuhimu wa kundi hili na leo kutuwezesha wato kupata cherehani tuwashukuru sana ndugu zetu, ambao wa walianza kutupatia cherehani moja. Dada wetu anaitwa Tatu Bamba, tupongeze sana, kwa sababu ndiye amefungulia njia na leo tumepata hii cherehani. Vijana hilo tunajihusisha pale wilayani, tunauza chakula pamoja na kushona cherehani na kutengeneza sabuni za maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali yanayotumia sabuni. Karibuni sana. Lakini leo nikushukuru sana mneke wangu kwa kutuona kijana sisi. Hapa tunauhakika tutatafuta chumba, tutafanya kazi, na tunashukuru sana viongozi wa chama, mmetupatia jengo pale bure. Ndugu Mwarunenge, mneki wetu, viongozi wa chama wilaya ya Mbeya mjini, mmeturuhusu bure na bado mnatulea, tunawashukuru sana. CCM oyee! Mungu abariki na Mungu akubariki mneki, kwa kutupa vitu hivi vitendea kazi. Mungu akupe maisha marefu sana, uendelee kutusaidia vijana wako na wananchi wote wa Mbeya na Tanzania kwa ujumla. CCM oye! Nashukuru sana, asante sana. <tinyo>